Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tenda kutengeneza salad ya tuna. Salad hii ina pilipili pia, ni tamu. Kwenye bakuli weka carrot, vitunguu maji, vitunguu saumu, matango. Hii salad anaweza kula mtu yoyote yule. Weka tuna, nimetumia wa kopo. Weka fish sauce. Weka soy sauce. Weka chili oil. Weka mafuta ya ufuta. Weka ufuta weka na pilipili inaitwa gochujang. Wanaoangalia movi ya kikorea wanaijua. Changanya kila kitu vizuri, hakikisha kila kitu kinachanganyikana na vitu ulivyoweka. Mimi nimetumia samaki wa kopo, unaweza ukatumia samaki wowote. Weka chumvi kidogo, kisha changanya mpaka sasa, saladi yako itakuwa tayari kwenda mezani. Pia unaweza kukala na wali, miogo, utakavyoamua we mwenyewe. Mimi niliweka na pilipili kavu. Asante sana kwa kuangalia video yangu. Kama umevutiwa, tafadhali bonyeza like, acha comment, naomba ushare. Tukutane mapishi yajayo.